Habari ya Jumapili mpenzi mtazamaji, na karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa tatu usiku. Tafadhali ungana nami Ramadhani Omary kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Mifumo anga inaendelea kuonyesha viashiria vya upo mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan yale ya magharibi mwa nchi yetu, kati kuelekea kusini mwa nchi. Na kwa usiku wa leo, maeneo yanazunguka ziwa Victoria yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache maeneo ya kati mwa nchi yetu nyanda ya juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Maeneo ya magharibi mwa nchi yetu nyanda ya juu kaskazini mashariki pamoja na ukanda wetu wa pwani na mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, na maeneo hayo yanatarajiwa kuwa makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, kati mwa nchi, nyanda ya juu kusini magharibi, mkoa wa Morogoro, Ruvuma Lindi pamoja na Mtwara kunatarajiwa kuwa na hali mawingu mvua na gurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Maeneo yanayozunguka ziwa Victoria yatarajiwa kuwa na hali mawingu kiasi mvua na gurumo za radi katika maeneo machache, na maeneo ya nyanda ya juu kaskazini mashariki kunatarajiwa kuwa na hali mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Maeneo ya pwani yetu ya kaskazini yatarajiwa kuwa na hali mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na kwa upande wa upepo tunatarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa, hususan katika maeneo ya pwani yetu ya kaskazini. Na maeneo ya pwani ya kusini, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita kumi kwa saa. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Maeneo ya Ziwa Victoria, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Maeneo ya Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Maeneo ya Ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita kumi kwa saa maneo, hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na matarajio ya hali ya hewa kwa siku nne zijazo ni kama ifuatavyo katika baadhi ya miji hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tutatarajia hali ya mawingu kiasi mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Dodoma tutatarajia hali ya mawingu kiasi mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Mwanza pia tutatarajia hali ya mawingu kiasi mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Mbeya tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na kwa kumalizia, kwa mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mpaka kufikia hapo, kutoka mamlaka ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri.